wa nane elfu mbili na ishirini na nne. Alhamdulillah, tumejaliwa kutembelea madrasa Taufiki ambayo iko katika kijiji cha Mkoma kitongoji cha Kisauni. Alhamdulillah, tumejaliwa kuleta maji na misafu tutaa takriban mia. Mwenyezi Mungu awalie heri note ambao, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Leo siku ya Jumamosi tarehe 24 na nne mwezi wa nane 2024 alhamdulillah nimejaliwa kutembelea madrasa tun Nur arshllah, ambayo katika kijiji cha chakiicha Mikoma kata ya wapi, kata ya pande yapande ya ma wilaya ya Kilwa, alhamdulillah tumejaliwa kuwatembelea watoto hawa na kuwaletea majuzuu na masahafu. Mwenyezi Mungu awalipe kheri nyote ambao sana mlioshiriki. Kwaheri, nakushukuru sana sana.

lakini huyo ndio kadinata wetu, ndio kiongozi wetu wa yes, jambo hili <tinyan> eh, la ufadhili na huyo kodineta wa mkoa yule, kodineta wa wilaya katika BAKWATA. Kwa hiyo inshaallah <tinyan> ya pili, hapa tunaposomea hii sio madrasa, hili ni jengo la zawidi. Tuna uwanja wetutuwa madrasa bado haa changamotobaalhamduilahileo tumejaliwa kutembelea Munira ambayo iko katika wilaya Kilwa, kijiji cha na mwedo wapi alhamdkataaikaapande mikoma alhamdulillah, tumejaliwa kuwaletea majizunamasa inshallah. Mwenyezi Mungu awalipe heri niosambaashirikisbauka. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo siku ya Jumamosi tarehe ishirini na nne mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na nne alhamdulillah, tumejaliwa kutembelea madrasa tumujahidine Hmm. fisabilillah alhamdulillah tumejaliwa kuwaletea watoto juzuu na e hao wapi, huyu msahafu awawape uuaya e, Mwenyezi Mungu alipe kheri nyote, shirika kheri. alhamdulillah hmm. kheri zinaendelea vijijini. Wallahi mitihani ni mingi vijijini, lakini juhudi zenu ni muhimu sana, lai kwa lai kwa ajili ya kufanikisha tena endelea vijijini. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Imadrasa dwaalaikum warahmatullahi wabarakatu. Leo siku ya juma mosi tarehe ishirinanne mwezi wa nane elfumbili na ishiinanne, alhamdulillahi timejaliwa kutembelea madrasa Pande ambayo iko kijiji cha wafi? cha Pande wilaya ya Kilwa kata ya wafi? kata ya Pande, Pande. Pande. Pande. Alhamdulah, tumejaliwa kutembelea katota hawo tumejaliwa kuwaletea majunzia na maktaba na watoto hawo kama tunavyoona, ndio sehemu yao ya kusomea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, tunashukuru tumejaliwa kuwaletea vijana majunzio hawa maafu. Inshaallah Mwenyezi Mungu waweze kuipata elimu wakazane kusoma, wakazane kusoma. Mwenyezi Mungu walikaeakukisha msafara huko kwa ajili ya Allah

ishirini na nne mwezi wa 8 2024 nimejaliwa kutembelea madrasa soshali ambayo ina wanafunzi takriban 238 ambayo iko upande huku Kilwa. Alhamdulillah, nimejaliwa kuwaletea watoto wa vitabu majizuri na masafi. Ma watoto ni wengi sana. Aa, watoto wengi tena hii na watoto wengi ibili 238 8 n

wa rahmatullahi wa barakatuh. Wana, tunashukuru sana ndugu yetu Yahya Bihaqi kwa kutoa support ya misahafu na majuzuu kwa ajili ya madrasa za vijijini. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, wewe pia na wale wote ambao unashirikiana nao kwa ajili ya kufanikisha hili. Asante sana ndugu yetu Yahya Bihaqi. Kheri, tunaendeleza nazo, bado uhitaji ni mwingi. Inshallah, endelea pia kutupigania tupate misahafu na majuzuu ili kwa ajili ya madrasa za vijijini waendelee kupata a Shukran sana. Tumejaliwa kutembelea madrasa hii madrasa gani inaitwa, ndio tumejaliwa kuletea, bado heri zinaendelea mpaka saa hizi usiku saa tatu li Alhamdulillah, wallahi huko vijijini vitendea kazi na vinahitaji Kwa sana, kwa hiyo maana wamechukua fursa hii kutusubiri mpaka saa hizi usiku